Yeah, vipi watu wangu mini dotchi. As you know, this is our new channel, YouTube. Mr. Jiji Kengori. Na leo niko na mkendi hapa na njita. Video take. Video take. Video take ni kazi, ni jina ama ni mga gani? Yes, video take ni kazi, ni jina kampuni. Ni jina kampuni. Nijitana utuambie kampuni ilianza lini na, eh, ni mafangani metekereza tangu uwaza kampuni. Katika kampuni yangu nimeanza 2011 Okay. Na hiyo kampuni ina dili na nini haswa mnafanya? Tunade na electronics repairs such as tv, sofa, hata hizi tv za analog za kitambo. Uh -huh. Siondokei manake ni kazi na siangali yeah. Kama ni mambo ya kitambo, manake hiyo ndio kazi ndio inaleta unga mezani. Uh -huh. Uh -huh. Na hii kazi yako is it professional? Ulienda shule ama is just a uliweka tu juu ni kipaji kwa ndani yako? Okay. Uh -huh. Nienda shule. Uh -huh. Ana kando na mambo na shule. Uh -huh. Pia ni kitu iko ndani yao. Nianza by professionalism kama talent nikaingiana, nika, nika na mafundi nikaikuza, ya ndio mimi huyo hapa sasa, nimefikia hapa, nashukuru kwa hiyo pote yenye nimefikia ha. Hmm. si mimi haya na. Apart from uh, mambo na ufundi na hiyo ingine, kazi gani ambayo unafanya kwa society, kwa society

mwana muziki kabisa. mimi ni mwanamuziki pia talented ama musician. yeah, unafanya nini boss? I do gospel music. Aha. Ya, anamziki kaisaiyoana mziki piat nilikwanza mambo ya muziki kidogo sababu ina need pesa. Na nimekuwa na mambo mengi sana Zime need to. Aha. So that's why ni post mambo na muziki kwanza. uh -huh. Nikaweka pending kwanza kiasi, lakini nikaekaa kasilaii Yeah. Ngali bado iko saa still bado yeah. nikiingia studio mambo yeah. na nah, na. unafanya nyimbo zipi sana sana ulikuwa unafanya nyimbo zipi ama ama music gospel music music gospel yeah. unaweza tuchapia freestyle freestyle dadi yako sijafanya recording i was doing freestyle music yeah can you do for us one yeah yeah, yeah. Sadiki kwenye giza kwa Krasta sadiki daima na shiriki mwendo kwenye giza nikupe nini baba yangu, yangu ya baba, nafsi yangu. Nafsi yangu. Nafsi yangu. Nina malaika ndani ya kanisa. Wow, wow wow wow, is, is it a rap song? yeah yeah yeah. I I sing I do rap. <laughs> I also do reggae raga dancehall nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu nina malaika ndani ya kanisa, nina malaika No, na yeah. Sinaona mi ni kama nai kama sijajua we ni mwanamziki lakini dress code yeah. Na si kwa yule kijana ako pale taka kusemaji na kuna mtu maybe ako pale maisha, no, no, yake kabisa imefika mwisho, alifanya tuseme mechanics, amefanya mambo ya ufundi na ameona amefika mwisho, sema ni saa enyewe usi focus na vitu zingine zenye sana sana hii mambo na masomo papers, hakuna mali zingine zinakupeleka, yani, hakuna mali ambapo zinahitajika ama uh -huh. hakuna mali ambapo zinaweza kusaidia uh -huh. Utaweza soma utapata, hata watu wengine, mtu anafanya kuwa anaro na Troll tao but utapata akona degree, ule jamaa yani ule jamaa tuseme, ule ni genius, ule ni chief eh, akona degree akona mapepa zake, hakuna mahali hajafika kimasomo ame, na analalia pale chini ya pilo, okay. Seti ni ati analalia kwa kutaka ama kwa kupenda, na ni life na ndio inamsukuma, ndio msukuma aende ashikane na troli tao, aende akute mkoko so kitu yenye naweza nikapea yeah, kijana mwenyeko pale kwa ground saizi sahizi, kitu yenye mtu anafaa duu, ni kitu yote inamletea shilingi, ile kitu inamletea shilingi eh. Lakini usisikane ngeta na usivunje jirani yako nyumba eh, usione ati mtu ameeka kitu yake wazi, ukona ameeka vibaya, atiam kuchukua nini, kuteka advantage sipo bro

By the way ni muhimu. Ni muhimu sana. Eh, basi sasa ningetaka na... jumude wetu umeisha isha kutuambie eh, mahali unapatikana Bibi, unaweza tuachia namba za simu. Unajua eh, kuna bibi mtu yake pale anahitaji, kuna mtu pale gari yake ni haifanyi i aifanyi vizuri. Ya, umesema wewe ni mechanic same time. Eh. Lakini umesema umesema wewe ni mwana harakati? Ah, si mwana harakati Yeah, ukiingia eh? Yeah, kwa mziki niko uh -huh. Sawa ukiingia uh -huh. Kwa neno pia. Ukikuja kwa electronics niko fiti. Ukikuja kwa mambo na menta menta, mimi niko fiti pia.